Nahau za Kiswahili na maana zake. Zimeletwa kwenu na mimi binti zuri. Kwa niaba ya Mwalimu Manumbu tukiwa hapa Manumbu Shop. Moja, mafungulia ng'ombe. Maana yake ni saa mbili hadi saa tatu asubuhi. Mbili, kutia kiraka. Maana yake ni fichia siri. Tatu, kumlainisha mtu. Maana yake ni kumzungumzia mtu maneno. Nne, kutia utambi. Maana yake ni kuchochea. Tano, kumeza maneno moyoni. Maana yake ni kuficha siri. Sita, kula njama. Maana yake ni kufanya mkutano wa siri. Saba, kazi ya majungu. Maana yake ni kazi ya kumpa mtu posho. Nane, kumwonyesha mgongo. Maana yake ni kujificha. Tisa, kuona cha mtema kuni. Maana yake ni kupata mateso, tabu, shida au kujuta. Kumi, maneno ya uani maana yake ni maneno ya porojo au upwaji yasiyo na maana. Kumi na moja, mkubwa jalala. Maana yake ni kila lawama hupitia kwa mkubwa. Kumi na mbili, mkaa jikoni. Maana yake ni mvivi wa kutembea. Kumi na tatu. Paka mafuta kwa mgongo wa chupa, maana yake ni kudanganya. Kumi na nne. Mtu mwenye ndimi mbili, maana yake ni mtu kigeugeu. Kumi na tano. Kupiga supu, maana yake ni kutegea. Kumi na sita. Kupiga mali shoka, maana yake ni kugawana au kufuja mali. Kumi na saba. Kula chumvi nyingi maana yake ni kuishi miaka mingi. Kumi na nane. Kuwa popo maana yake ni mtu kuwa kigeugeu. Kumi na tisa. Vaa miwani au chapa maji maana yake ni kulewa pombe chakari. Ishirini. Kuchungulia kaburi maana yake ni kuwa mahututi au garigari ya kifo. 21. Fimbo zimemota mgongoni maana yake ni kuwa na alama za fimbo mgongoni. ishirini na mbili hamadi kibindoni. Maana yake ni akiba iliyopo kibindoni. ishirini na tatu hawapikiki chungu kimoja. Maana yake hawakai zizi moja au hawapatani. ishirini na nne kupika majungu. Maana yake ni kufanya mkutano wa siri. ishirini na tano vika kilemba cha ukoka maana yake ni kumpa mtu sifa asizostahili. 26 Kujipalia makaa. Maana yake ni kujitia matatani au shidani. 27 Mwaga unga. Maana yake ni kufukuzwa kazini. 28 Ongezewa unga. Maana yake ni kupandishwa cheo. 29 Uma mtu sikio. Maana yake ni kumnong'onezea mtu jambo la siri. thelathini chimba mtu. Maana yake ni kumpeleleza mtu siri zake. thelathini na moja kutia chumvi. Maana yake ni kuongeza habari za uongo. thelathini na mbili kula vumbi, mumbi au mwata. Maana yake ni kupata tabu. thelathini na tatu kodoa macho maana yake ni kutazama sana kutokana na mshangao. thelathini na nne. Kutoka shoti maana yake ni kukimbia kwa kasi sana. thelathini na tano. Kushitaki njaa maana yake ni kula. thelathini na sita. Kutiwa mbaroni au kutiwa nguvuni maana yake ni kushikwa au kukamatwa na polisi. thelathini na saba. Kuweka nadhiri maana yake ni kutoa ahadi. Thelathini na nane. Kufua dafu maana yake ni kufaulu. Thelathini na tisa. Kulilia ngoa maana yake ni kuonea wivu kutokana na hali fulani nzuri. Arobaini. Kupiga chafya maana yake ni kucheua. Arobaini na moja. Pigwa kalamu maana yake ni achishwa kazi arobaini na mbili. zunguka mbuyu kula rusho au piga mtu konde la nyuma, maana yake ni honga. Arobaini na tatu. kanyaga chechele, maana yake ni potea njia. Arobaini na nne. chukuliwa na chechele, maana yake ni sahau. Arobaini na tano. chimba mikwara, maana yake ni fanyia mtu vitisho. Arobaini na sita. ponda mali maana yake ni fuja mali au tumia mali vibaya. Arobaini na saba. pangu pakavu tia mchuzi, maana yake ni maskini. Arobaini na nane. kula kalenda, maana yake ni fungwa gerezani. Arobaini na tisa. kula ndonga, maana yake ni tumia afyuni au tumia mihadarati. Hamsini. vimba kichwa, maana yake ni kuwa kaidi hamsini na moja Kula yamini, maana yake ni kuapa. hamsini na mbili Kula mwande, maana yake ni kosa ulilolitarajia. hamsini na tatu Pata jiko, maana yake ni oa. hamsini na nne Pata nyumba, maana yake ni olewa. hamsini na tano Ona kizunguzungu, maana yake ni ona kisunzi hamsini na sita ona riahi ona kichefuchefu kitefutefu au kekefu, maana yake ni kuhisi kutapika. hamsini na saba ramba kisogo, maana yake ni kusengenya. hamsini na nane kupiga vijembe, maana yake ni sema mtu kwa mafumbo. hamsini na tisa kula vya mwiko, maana yake ni kula kiporo au kula chakula kilichobaki. Sitini kushika sikio maana yake ni kukanya. Sitini na moja enda ngu maana yake ni kataa angema. Sitini na mbili tia mrija maana yake ni tegea mtu kwa kila jambo. Sitini na tatu joka la mdimu maana yake ni wivu au inda. Sitini na nne jicho la nje maana yake ni kutokuwa mwaminifu ndani ya ndoa. Sitini na tano, bwaga zani maana yake ni zua fujo au rabsha. Sitini na sita, vuliwa mbeleko au mbeko maana yake ni shushwa cheo au madaraka. Sitini na saba, valishwa mbeleko au mbeko maana yake ni pewa madaraka. Asanteni sana kwa kutazama video hii au kusikiliza hizi nahau za Kiswahili.